Sokoni hatujawa tayari. Mimi nilifundishwa sales and marketing wakati mradi wa TRA wa FD. Niambie, unasemaje? Namwambia sisi tuna wakala wa TRA, tunaitwa Total Fiscal Solution, tunauza mashine ambazo tasaidia. Unamuuzia ambaye sio decision maker ya <laughs> kwanza Ukimaliza na kupeleka kwa secretary, unamuuzia secretary. Ukifika kwa MD umeshachanganyikiwa. Akupeleka kwa procurement ndio umeshaujua cha kuuza tena. So nikajifunza kitu. Sisi tunachofeli cha kwanza ni kwa sababu hatujaelewa product yetu afu tumeenda sokoni. So brother, cha kwanza fanya hivi. Wewe unauza nini? What are you really selling? Legal service. So legal service. So now, create kitu kinaitwa content pillars for your legal service business 1 2 3 4 5 6 7. Ya kwanza inakuwa nini? The pain point ya kwanza ya watu ambao unawahudumia, ya kwanza nini?